Maana Mungu anasema nimesikia kilio cha watu wangu walionililia, nami nimekuja ili niwasaidie, maana nimeyaona hayo mateso yao kwao. Niko hapa nikueleze mtu wa Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Mungu ametupa agizo, anasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Na ndivyo Bwana Yesu alisema na wanafunzi wake katika ile Injili ya Luka, akasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa nini wasikate tamaa? Kwa maana maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Na Mungu anapokuja ili kujibu maombi ya mtu, anapokuja ili kumsaidia, anapokuja ili kutushika mkono, Bwana analitazama neno lake, Bwana anatazama lile kusudi lake ndani yako. Kwa hiyo kuna yale maombi tunaomba, kuna yale mambo tumeendelea kuweka bidii kutafuta uso wa Mungu. Nami nimekuja leo nikutie moyo na niuzungumze nawe mtakatifu wa Bwana kwamba imetupasa kuomba pasipo kukata tamaa, lakini mahali pale uliko kaa, umngojee Bwana, wala usinue hasira wala ghadhabu, wala usirudi nyuma. Na wakati mwingine inawezekana kuna watu umewaona kabisa, ulianza nao pamoja na tayari wanafanikiwa, na wengine uliweza kuona kabisa wanafanya mambo kama ya kwako na tayari wanafanikiwa, lakini Bwana amenipa ufunuo huu na neema hii nije nizungumze na wewe mtakatifu wa Mungu ya kwamba kaa, endelea kumsubili Bwana, endelea kuachilia kuinua maombi yako mbele za Bwana, wala usikate tamaa, usirudi nyuma, kaa ungojee Bwana. Na Bwana amenipa ufunuo kutoka Zaburi ya thelathini na saba mstari ule wa saba. Bwana amenipa kibali kutoka Zaburi ile ya thelathini na saba mstari ule wa saba ndio ambao ni inaenda kuachilia baraka na neema na maombi kwa ajili yako, lakini kumbuka zaidi, Yesu anasema, anasema, ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kuna mambo anayaombea na mengine bado hayajatokea, na mengine yametokea, na kuna mengine bado unasikia mzigo ndani yako kwa ajili ya maombi. Bwana anasema, imekupasa kuomba. Unasikia uchungu ndani yako, imekupasa kuomba. Unasikia kukata tamaa ndani yako, imekupasa kuomba. Unasikia kuchoka ndani yako, imekupasa Kuomba. Wakati mwingine unaona mlima mkubwa mbele yako, imekupasa kuomba. Unaona vita inainuka, imekupasa kuomba. Mwendo wako unavyoendelea mbele, kuna mambo mengine inawezekana yanaenda taratibu sana, lakini hata hapo imekupasa kuomba. Nchi ijapobadilika, mambo yajapogeuka, hatari zijapotokea, hata hapo imekupasa kuomba, huku ukimsubiri Bwana, huku ukimngojea Bwana, ukisubiri majira yaliyoamliwa na Bwana kutokea kwenye maisha yako. Zaburi ya 37 mstari ule wa saba, Biblia inasema ukae kimya mbele za Bwana na umngojee kwa saburi, usimkasirikie afanikiwaye katika njia yake, wala mtu anayefanya hila, usimkasirikie usiwakasilikie watu wanaofanya ziaka, usikasirike usi na watu wanaofanikiwa kwenye njia zao, kwa sababu haujui hata hao wamefanikiwa kwa jinsi gani. Mambo ya mioyoni mwao huyajui. Bwana anasema uwe kimya mbele zake, na wewe umsubiri Bwana, umngojee Bwana. Lakini katika kumngoja Bwana endelea kuomba, katika kumsubiri Bwana endelea kuomba, katika kuisubiri neema yake endelea kuomba, katika kuisubiri baraka endelea kutafuta uso wa Mungu kwa bidii, hata kama kuna wengine wanacheka na inawezekana hawaelewi ni kitu gani unachokifanya. Jambo moja na la umuhimu, kaa umngojee Bwana wala usikate tamaa, maana Bwana anasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote na wala tusikate tamaa. Haya ni maneno ya Yesu Kristo, na kuna mambo mengine Biblia inasema haiwezekani isipokuwa ni kwa kusali, kwa kufunga, kwa kuomba hili yapate kutokea. Nami nimekuja niachilie mafuta juu yako. Bwana Yesu achilie neema. Usisikie sauti nyingine yoyote inayozungumza juu yako kwenye hiyo njia unayoendea kwenye hayo maombi unayoyaomba. Usisikilize sauti ya kitu chochote kinachoinuka mbele yako kwa ajili ya kufisha moyo wako, kwa ajili ya kutengeneza hofu, kwa ajili ya kutengeneza mashaka, kwa ajili ya kukuwekea roho ya kuchoka. Tazama msalaba, tazama Kristo, tazama madhabahu ya Mungu, na Mungu anaenda kuinua mkono wake juu yako. Mungu anaenda kuachilia neema juu yako Mungu